Mlango wa tisa. Na malkia wa Sheba aliposikia habari za Sulemani, alikuja ili amjaribu Sulemani kwa maswali ya fumbo huko Yerusalemu, mwenye wafuasi wengi na ngamia wachukuao manukato na dhahabu nyingi sana na vito vya thamani. Alipomfikilia Sulemani, akamwambia mambo yote aliyokuwa nayo mwoni mwake, naye Sulemani akamfumbulia maswali yake yote, wala halikuwako neno alilofichiwa Sulemani asimwambie naye. Malkia wa Sheba alipoona hekima ya Sulemani na nyumba aliyoijenga, na vyakula vya mezani mwake, na kikao cha watumishi wake, na usimamizi wao wa ngoje wake, na mavazi yao, na wanyoshaji wake, na mavazi yao, na daraja yake ya kupandia mpaka nyumba ya Bwana, roho yake ilizimia. Akamwambia mfalme, ndizo kweli habari zile nilizozisikia katika nchi yangu za mambo yako na za hekima yako, lakini mimi sikuyasadiki maneno yao hata nilipokuja na kuona kwa macho yangu; wala tazama, ukuu wa hekima yako sikuambiwa nusu; wewe umezidi kuliko habari nilizozisikia. Heri watu wako, na heri hawa watumishi wako wasimamao mbele yako siku zote wakisikia hekima yako. Na ahimidiwe Bwana Mungu wako aliyependezwa nawe ili akuweke juu ya kiti chake cha enzi kuwa mfalme wake Bwana Mungu wako, kwa kuwa Mungu wako amewapenda Israeli kwa thibitisha milele, kwa hiyo amekufanya kuwa mfalme juu yao ufanye hukumu na haki. Basi akampa mfalme talanta mia na ishirini za dhahabu na manukato mengi mengi sana na vito vya thamani, wala haukuja wingi wa manukato kama hayo aliyopewa mfalme Sulemani na malkia wa Sheba. Tena watumishi wa Hiramu pamoja na watumishi wa Sulemani walioleta dhahabu kutoka Ofiri wakaleta miti ya msandali na vito vya thamani. Mfalme akayafanya kwa miti hiyo ya msandali madari ya nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme na vinubi na vinanda vya hawa waimbaji, wala haijatokea kama hiyo katika nchi ya Yuda. Mfalme Sulemani akampa malkia wa Sheba haja yake yote kila alilotaka zaidi ya vile alivyomletea mfalme. Basi akarudi akaenda zake katika nchi yake, yeye na watumishi wake. Basi uzani wa dhahabu iliyomfikia Sulemani mwaka mmoja, ndiyo talanta mia sita na sitini na sita za dhahabu, mbali na ile walioileta wachuuzi na wafanyabiashara. Tena wafalme wote wa Arabuni na maliwali wa nchi wakamletea Sulemani dhahabu na fedha. Mfalme Sulemani akafanya ngao mia mbili za dhahabu iliyofuliwa ngao moja hupata shekeli mia sita za dhahabu iliyofuliwa, na vigao mia tatu vya dhahabu iliyofuliwa; kigao kimoja hupata shekeli mia tatu za dhahabu. Mfalme akaviweka katika nyumba ya mwitu wa Lebanoni. Tena mfalme akafanya kiti cha enzi kikubwa cha pembe, akakifunikiza kwa dhahabu iliyo safi. Kiti kile kilikuwa na daraja sita, tena na kikao cha miguu cha dhahabu Navyo vilikuwa vimeshikamana na kiti na mikono huko na huko, mahali pa kuketi, na simba wawili wakisimama kando ya hiyo mikono. Na simba kumi na wawili wamesimama juu ya daraja sita huko na huko, wala hakikufanyika kwa mfano wake katika ufalme wowote. Na vyombo vyote vya kunywea vya mfalme Sulemani vilikuwa vya dhahabu, na vyombo vyote vya nyumba ya mwitu wa Lebanoni vilikuwa vya dhahabu iliyosafika. Fedha haikuhesabiwa kuwa kitu siku za Sulemani. Kwa kuwa mfalme alikuwa na merikebu zilizokwenda Tarshishi pamoja na watumishi wa Hiramu. Mara moja katika miaka mitatu huja merikebu za Tarshishi zikileta dhahabu na fedha na pembe na nyani na tausi. Basi Mfalme Sulemani akawapita wafalme wote wa duniani kwa mali na kwa hekima. Wafalme wote wa duniani wakamtafuta Sulemani uso wake ili waisikie hekima yake Mungu aliyomtia moyoni. Wakaleta kila mtu zawadi yake, vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi na silaha na manukato na farasi na nyumbu, hesabu yake ya mwaka kwa mwaka. Sulemani akawa na mazizi ya farasi na magari elfu nne na wapandao farasi kumi na mbili elfu aliowaweka katika miji ya magari na pamoja na mfalme huko Yerusalemu. Akatawala juu ya wafalme wote toka mto hata nchi ya wa Wafilisti na hata mpaka wa Misri. Mfalme akafanya fedha humu Yerusalemu kuwa kama mawe, na mierezi akaifanya kuwa kama mikuyu iliyomo Shefela, kwa kuwa mingi. Wakamletea Sulemani farasi kutoka Misri na kutoka nchi zote. Basi mambo yake Sulemani yaliyosalia, ya kwanza na ya mwisho, je, hayakuandikwa katika tarehe ya Nathani nabii katika unabii wa Ahiya Mshiloni, na katika maono ya Ido mwonaji juu ya Yeroboamu mwana wa Nebati? Akatawala Sulemani katika Yerusalemu juu ya Israeli wote miaka arobaini. Naye Sulemani akalala na baba zake, akazikwa mjini mwa Daudi babaye, akatawala Rehoboamu mwanawe badala yake.